Huyu uh, ndio grade A ambao hawa uh, tunauza kati ya elfu themanini mbichi, na ikiwa kavu tunauza kati ya laki tatu na elfu hamsini Huyu ukitaka kumla kwanza unamchemsha huyu, lakini kabla hujamchemsha kwanza unamtoboa yani unam, unamtoboa tundu kama inchi moja na nusu na nusu. Na majongoo karibuni ni elfu arobaini sasa hivi hapa, kwa sababu nimeanza muda mwingi, karibuni miaka minane sasa hivi toka nimekuja hapa nimeanza kufuga wa. Na nimeanza na matembe ambayo ya kama hiyo mita 50, baadaye nikaongeza mia, baadaye nikaenda mpaka nimefikia eneo hili hapa ambayo tupo sasa hivi, lina ukubwa wa mita mia tatu, na upana wa 150 lia wa Shamba Hub, Tanzania. Karibu katika makala zetu za kilimo na ufugaji. Na leo tuko hapa uh, Unguja Ukuu uh, Unguja Zanzibar, Tanzania kwa ajili ya kukuletea makala ya ufugaji wa jongoo au majongoo bahari. Huenda ukajiuliza ya kwamba nilichokishika ni nini kutokana na the way alivyo, na ukajiuliza kwa nini wameitwa majongoo na wanapatikana baharini. Hiki ni chakula bora kabisa kwa watu mbalimbali japo mbali, kwa kikawaida imezoeleka kwamba majongoo hawa huliwa pekee na matajiri kutokana na gharama yake, lakini pia umuhimu katika masuala ya afya. Huyu ndio jongoo au majongoo bahari na huyu ni mkubwa kweli kweli, na tunakwenda kuzungumza na ndugu yetu hapa Fadhili Haji Juma. Yeye ni miongoni mwa wafugaji wa majongoo haya katika vizimba hivi kama unavyoviona hapa maeneo haya ya Unguja Ukuu. Uh, ndugu yangu karibu sana katika makala zetu, lakini pia nami nimekaribia katika shamba lenu la ufugaji wa majongoo uh, kwanza kabisa tufahamu hasa kuhusiana na majongoo hawa je, yeah. Kuna aina zozote za majongoo au ni jongoo ni jongoo tu walewale? Hapana, jongoo ziko aina nyingi sana mm. E, wako aina nyingi sana kuna hawa ambao tunaita jongoo maji, jongoo mweupe mm. Kuna tairi, kuna mbura, kuna kichupa, ni aina nyingi sana, karibuni hata mia moja. mm. e. Wapo wanazidi mia moja, eh, wanazidi na hapa unafuga sana aina gani ya jongoo? Tunafuga jongoo aina hii nyeupe, kwa sababu huyu ndiye rahisi kufugika kutokana na mazingira ambayo ya, ya, ya hapa, kwa sababu huyu eh, kwanza ni hapandi katika nyavu hizi yaani hmm, e, e, ni, ni, ni, jinsi alivyo huyu, hii miguu yake inakuwa haimpi, haimpi nafasi ya kuweza kupanda kutoka nje, isipokuwa wale wengine miguu yao ina kama smaku fulani hivi, anakuwa akikamata anakwenda e, <laughs> uh -huh. Uh, mara nyingi ufugaji wake upoje hasa wa hawa majongoo ambao unaofuga hapa e? Hawa mara nyingi sana tunakuwa mwanzo tunatafuta tunapata vifaranga lakini kabla vifaranga kwanza, au unatakiwa kwanza utafute eneo ambalo lenye sifa ambayo anaweza kaishi kwa sababu anakula chakula mm, na chakula chake kinatokana na maeneo kama haya ambayo yenye michanga na yenye grass kama hivi mm. Eh, maeneo yenye mawe huyu anakuwa hapendi kwa sababu anakuwa hapati chakula. Kwa hiyo ukishakuwa na eneo kama hilo lina sifa ya kuwa lina chakula cha kutosha, unatafuta vifaranga. Vifaranga ni kama hawa ambao wamo katika hivi vizimba hivi mm. Vifaranga hivi tunakuwa tunapata kutoka achari yetu ya Zanzibar kupitia wizara yetu na uchumi wa buluu, wanakuwa wanatupatia vifaranga hivi. oh, oh. hmm. naona kama anafanya movement. Hawatafuni ha, ha, hawang'ati hao? Hamna. Hawang'ati. Ana uwezo, ha, ha, ha, ana meno, ha, ana meno. Ha, ha. Ufugaji wake hawa majongoo, taratibu zile za ufugaji wa majongoo uh, ya bahari eh, namna ya upatikanaji wa vifaranga mpaka kufikia hatua hii ambayo tunaiona hapa, au hatua hiyo ambayo umeshika wewe, ni ipi hasa mtu ambaye anahitaji kufuga? E, hii kwanza inatakiwa kwanza uanze na pole pole, yaani inatakiwa uanze mita, kama unaanza sa so uanze mita 50 kwa 50 yaani ujenge kizimba ambacho kina mita 50 kwa 50 ambacho kinachukua vifaranga 2500. Uta, kwa hiyo ukianza na hao utaweza kucontrol vizuri, alafu baadaye ukisha kuona tayari umevuna na umeona, um, changamoto zake na umefahamu kila kitu chake, ndio hapo utakuwa unaingeza polepole mashamba kila muda unapokwenda na hawa unaingiza mashamba pole pole. Mm. Kwa maana unawekea vizima kama hivi kwa vifaranga kama, eh, vifaranga kama utakuwa umepata vifaranga vidogo kama hivi hapa sawa, lakini kuna wakati mwingine unapata vifaranga ambavyo vina inchi mbili, inchi tatu, ambavyo unavichukua moja kwa moja kuingiza kwenye shamba. Ukiwa umepata vifaranga vidogo kama hivi hapa, inabidi uvilee kwanza kwa muda miezi mitatu ndio unavichukua ndio unaviingiza kwenye shamba, na ukizingiza kwenye shamba kuvuna kwake vinaanzia miezi minane mpaka mwaka mmoja. Hmm. Kila uki, uki, uki, akiendelea kukua zaidi na yeye anakuwa ambaye ana faida nzuri zaidi. Hmm. Hmm. Na, na kwa nini tunaweka uzio? Tunaweka uzio kwa sababu ni hifadhi e, kwa sababu ukimwachia huyu bila uzio watatoka na watu wakiwakuta watawachukua. Hmm, kwao unaweka uzio ili kuweza kuwahifadhi ile eneo. Na, na wewe kwa nini umeamua kufuga majongoo na si kufuga mi, uh, viumbe vingine vya baharini. Mm, swala zuri sana muuliza. Mimi nimeamua kufuga hawa kwa sababu hapo mwanzo kabla ya, nilikuwa na, na, na, na, na nafanya biashara za majongoo. Wakati huo zamani walikuwa wengi sana baharini hawa mm, ambao kiasi kwamba walikuwa wanakwenda kule watu walikuwa yani wa, unachukua kwa idadi unayotaka kule baharini. Kwa hiyo hawa, ah, viumbe wamepotea na mimi ni, ni, ni shughuli yangu ambayo toka zamani nafanya. Kwa hiyo nikaona njia gani ya kufanya E, nikawa nataka kuna na njia ya kufanya hawa ni kwa hifadhi. Kwa hiyo nikasijui njia gani ya kuweza kuhifadhi, kwa hiyo nikaenda kwa wataalamu, na kwa bahati nzuri hawa jamaa zetu wa idara ya uvuvi ni wamo wataalamu. Kwa hiyo nikakutana nao wale, wakanipa njia za kuweza kuwafuga, na tukaja nao na katika eneo hili hapa, wakasema kweli ni eneo linafaa kufuga, kwa hiyo ndio nikaanza kufuga. Hmm. una, una, una, kwa idadi unayo kamili ya sio kamili, lakini kwa kukisia, utakuwa na majongoo mangapi mpaka sasa katika vizimba vyote hivi ambavyo unavyo hapa? Mimi mm, hawa kwa kukisia, naweza nikakisia na majongoo karibuni elfu arobaini sasa hivi hapa, kwa sababu nimeanza muda mwingi karibuni miaka minane sasa hivi, toka nimekuja hapa nimeanza kufuga na nimeanza na matembe ambayo ya, kama hiyo mita 50, baadaye nikaongeza 100, baadaye nikaenda mpaka nimefikia eneo hili hapa ambao tupo sasa hivi na ukubwa wa mita mia tatu, na upana wa 150, lakini vilevile tuna vizimba vingine pembeni ambao kama saba ambao vina sitini, kwa sabini hivi na 80 kwa 40 kama vizimba saba ambao wote vina, vina majongoo na, na biashara yake ipoje, hasa ndani na nje ya nchi? Hasa soko lako liko wapi hapo, eh? E, biashara yake hii ni soko lake liko, liko nje kwa sababu hichi ni chakula na walaji wakubwa wa jongoni wa, wa, wa, wa, wa ni Wachina kwa sasa hivi mm. E, kwa hiyo tunauzia wa Wachina alafu wao wanasafirisha, wanapeleka kwa mm. Soko la ndani hauna kabisa? Soko la ndani mpaka sasa hivi hakuna, kwa sababu bado wa Tanzania uh, Watanzania hawaja, hawajajua hawaja manake hawajasamini maanayake ulaji wa ujongo wanahisi labda kama kitu chafu, wanahisi labda kama kitu ambacho hakiwezekana ni mtu kula. hmm. mbali ya kuwa ni chakula hmm. ni kitu gani kingine ambacho jongoo huyu anampa binadamu e, kitu chingine, huu ni mazingira kwa sababu kwa mfano kama hapa e, hawa jongoo tumesema wamepotea. hmm. na kweli, sasa hivi baharini wamepotea lakini hapa mimi nahifadhi kama jongoo karibu ni elfu arobaini hapa. Kwa hiyo tayari e, kimazingira tayari nimehifadhi mazingira. Kwa hiyo kibinadamu, sasa hivi tayari nimechangia kiasi kikubwa sana kuweza kurejesha tena hawa. kwa sababu hawa wanatoa mbegu hapa. na wanapotoa mbegu zinakuwa zinaenea baharini, zinaondoka hapa, zinakwenda katika maeneo mengine, kwa hiyo hmm. ule ukuaji wa jongoo wa, wa unaongezeka kupitia hapa. Hiyo hmm. ni faida kubwa no, no, hmm. ina, ina, ina. kimwili hasa kiafya majongoo haya yana faida gani e, kiafya haya kimazingira, kwa sababu huyu anaitwa ni, ni, ni msafishaji bahari. Kwa hiyo huyu kazi yake ni kusafisha bahari, kuondoa uchafu katika bahari hmm. ni kazi yake. Alafu vilevile ki, ki, ki, nani chingine wa, wa, wa, wa, wa, watu wengi sana bado hawajaamua kumla, lakini sasa, kama watamla, ndo wataona ile faida yake, kwa sababu huyu ni chakula kama wanavyokula pweza vile au kome. Ni hana matatizo na huyu, anasaidia sana kama Wazanzibari wa Tanzania wataamua kumla huyu, basi hata kama mara mbili kwa mwezi tu, faida yake ni, kwa sababu huyu ni anaondoa sumu kwenye mwili no, anaondoa sumu mwilini. uh -huh. uh -huh. Tumezungumzia bei ya mmoja mmoja Je, yeah, thamani yake sokoni poje, hasa tukiweka kwa wingi kwa maana ya kilo na kadhalika? Thamani yake hawa ya kama hapa ambao tunavuna sisi, hapa tunavuna grade C kwa sababu hawa wana grade, kuna A, B na C. Kwa sisi hapa, asilimia kubwa sana tunavuna grade C, ambao kwenye masoko mbichi huwa tunauza kati ya 30 mpaka 32, 33 eh, lakini inapokuwa kavu tunauza kati ya laki moja sitini mpaka laki sabini, ni grade C, na kuna grade B ambayo tunauza kati ya elfu arobaini mpaka hamsini mbichi ambayo ikikauka p tunauza alafu, kuna mm, A ambao kama huyu unayemwona hapa huyu hmm, ndio grade A ambao hawa uh, tunauza kati ya elfu thamanini mbichi na ikiwa kavu tunauza kati ya laki tatu kwa kilo. Kwa kilo. Yeah. E, mm. Na elfu hamsini kwa kilo bei, nzuri kwelikweli. Hiyo ni bei ya sokoni. Okay. Hawa wanajamiana kama viumbe vingine? Hawa hawajamiani kama viumbe vingine. Hawa kujamiana kwao ni wana, wanatoa mbegu kwa njia ya hewa ah, kwa njia yaani, ya hewa e, yani hawa kwa mfano dume ambalo tayari nataka lishakuwa tayari nataka kutoa mbegu mm na jike tayari linataka kutoa mbegu, wanakuwa wanajuana. Mm -hmm. Kwa hiyo anapata hisia, jike lile linapata hisia kwamba dume lile linataka kutoa mbegu. Mm -hmm. Na jike vilevile vile, na dume na, na nalo linapata hisia kwamba na jike tayari linapata kutaka kutoa mbegu. Mm -hmm. Kwa hiyo inapotokea vile, basi inatokea ku kama ishara fulani, yule jike anatoa ishara na yule dume anatoa ishara, lakini wao wenyewe wanakuwa wanaelewana wana, wana kwa hiyo ile ishara inapotoka mara nyingi sana yanakuwa usiku. Kwa hiyo ikitoka ile ishara yule dume ana, anaonesha ishara kama ya kucheza hivi na ile jike nayo anaonesha kama ishara ya kucheza. Kwa hiyo huyu dume anamwaga mbegu nje. Kwa hiyo na ile jike nalo na nalo linamwaga mbegu. Kwa hiyo mbegu zinakutana nje. Ah, zinakutana nje. Eh, zinakutana nje. Eh bwana, hawagusani. Eh, ah, hawagusani. Sasa wanaonaje? Wana, wana macho wa, hawa? Hawa hawana macho, unaona bwana eh, lakini sasa wana hisia. Kwa mfano ah, kama huyu ah, hapa tunamwona Huyu hapa hichi hapa ni, ni, ni, ni, huu ni mdomo. Unafahamu? Hichi hiku ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kiuno ambapo anatokea haja. Kwa hiyo hapa kwenye mdomo hapa juu hapa, ukimwangalia hapa pana kama kitundu hapa juu hapa kwenye huu mdomo, huu mdomo wake kwa juu hapa angalia, tushamwona. So huyu, huu ni mdomo, lakini hapa juu hapa juu ya huu mdomo pana tundu fulani hapa Mm. Kwa hiyo jike anayo na dume na, na, na anayo. Kwa hiyo hapa ndipo anapomwagia mbegu jike, anamwagia mbegu kupitia hapa, mbegu mm. kupitia hapa mm. E, anamwaga na yule anapokea, baadaye zinakutana nje. zina mm. Uh, kwa upande wa serikali je, mm. uh, wamekuwa wakiweka jitihada zozote, au wewe unaiambia nini serikali kuhusiana na uh, ufugaji au kuweka nguvu katika Uh, ufugaji hawa majongoo mm. Serikali imeweka nguvu sana naona bwana, serikali imeweka nguvu sana, kwa sababu kama hapa tuna wataalamu wanakuja hapa za jinsi gani ya ufugaji wanakuja hapa, kama hapa vifaranga wanatupa hivi hapa kupitia eh, idara yetu na uchumi wa bluu wanatupa vifaranga. Kama hapa walitupa vifaranga hapo nyuma kama elfu moja mia mbili na hivi sasa hivi wametupa vifaranga karibu elfu moja mia tano hivyo, hapo bure bure kabisa. Jambo liliwepo na vijana wajiajiri, lakini sasa tatizo liko katika vijana wenyewe, hawajawa tayari bado wao wenyewe vijana wanahisi kama kitu ambacho hakiwezekani, wa wanahisi kama kitu kigumu mm. Lakini kitu ambacho kinawezekana e, na, na um, wao wanajitafutia wenyewe. Kitu kikubwa hapa ni kuweza mwenyewe kuwa makini na kuweza kudhibiti e, biashara yako. Kwa serikali inatupa um, seminar, tunakwenda tunapata seminar, wataalamu wao wanatuletea. Kwa hiyo wanajitahidi wan, wan, wan, wan, mm. Kwa mujibu wa ndugu yetu hapa mfugaji wa majongoo ndugu yetu Fadhili Haji uh, yeye yeah, anasema kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikiwapatia vifaranga hivi vya majongoo bure kabisa. Hili ni jambo jema kwa serikali kuhakikisha kwa uh, ya kwamba wajasiriamali wawekezaji kama hawa wazawa eh, wanapata nguvu eh, kuhakikisha kwamba wanafikia malengo. Naamini ya kwamba ajira nyingi zinazalishwa hapa. Uh, tuje katika suala la changamoto uh, mna changamoto zipi ambazo ninyi kama wafugaji wa, wa majongoo mnakumbana nazo na mnatamani mzipatie ufumbuzi? Hmm, changamoto zipo, ila sasa ndo tunapambana nazo, kwa sababu kitu chochote sasa hivi huwezi kufanya bila ya kupata changamoto. hata E, ufanye nini, changamoto zipo. Changamoto ambazo tunazipata hapa sisi, kitu kikubwa sana ni wizi wizi ni bao unatusumbua sana, ndio kitu ambacho tunalia nacho sana. E, tumejitahidi hapa kufanya kila njia. Unaona tumejenga mnara ule pale, kuna mm. walinzi pale, wanalinda pale ili kutatua changamoto hizo za wizi mm -hmm, lakini still bado wanatuibia, ingawa tumepunguza toka kujenga huu mnara hapa, tumepunguza asilimia fulani, lakini bado unajua, bahari yetu hii ya mikoko unaona hapa mm -hmm, usiku kuna kuanikiza sana. Kwa hiyo mwizi kujua, anakuwa ni rahisi sana kuingia kutoka katika maeneo huko halafu kuingia huko na kuweza kutuibia e. Kwa hiyo hiyo ni changamoto moja e. changamoto ya pili ni nyavu ambazo tunafugia hizi E, nyavu hizo ambazo tunafugia sio sio zile ambazo za za kitaalamu sana, ambazo zina macho madogo sana, kwa hiyo zinakuwa hazipitishi maji mm. E, na tunanua hizi kwa sababu ya urahisi kidogo, tunafuatia ile urahisi. Sasa nyavu ambazo zina zina naendana na kufuga juu zinatakiwa kidogo tungu zake hizo zi. kama zile ambazo tumepita tume, tume mwanzo kule zile ambazo zina rangi ya ya, ya, ya kijani zile zile nyavu ambazo zinakwenda na time, lakini sasa zile ni kidogo bei zake ziko juu kidogo kwa hiyo ndo tunaanza kidogo kidogo, tumeanza kutoa kule hizi, tumeanza kutia zile ambazo, polepole tunatoa mpaka mwisho, tunategemea tuwe tumemaliza mote hizi, kutia hizo ambazo nyangu zile. Hiyo changamoto ya pili. Changamoto ya tatu ni m, vifaranga si haba, sasa tunapata, lakini inakuwa wakati mwingine Ule wakati ambao wanataka vifaranga inakuwa kidogo unapata, lakini havikidhi haja ya mashamba yote. Kwa maana tunakuwa tunachukua muda mrefu, mashamba anakwenda hewa, kuna mengine anapata vifaranga, kuna mengine hayapati kwa huko nyuma, lakini hivi sasa hivi ndo sihaba, na serikali imeanza kutuona na tumeanza kupata vifaranga kama hivi eh, tunashukuru. Hiyo ndio changamoto kubwa. Changamoto nyingine iko katika masoko masoko kwa sababu hii ni chakula ambacho kinaliwa China. hmm. Hapa masoko ya ndani hamna bado watu hawaja hawaja hawajaamka ulaji huu wa wa, wa, wa, wa, wa, wa majongoo. Wow, hmm. Kwa majongoo, kwa hiyo wa China tunapowapelekea, wao wana bei zao ambao wanatoa. Kwa hiyo unapokwenda kule bei ambayo anakupa inabidi ukubali kwa sababu huna soko, huna soko lingine. Hmm. Yote, chini, inabidi ukubali kwa sababu huna soko lingine bei atakupa yote, hata kama ni ya chini, kwa sababu huna sehemu nyingine ya kupeleka, kwa hiyo ndio kitu hicho. Huyu bwana huyu unamwona ni mkubwa kule kweli. mm -hmm. Huyu ana umri gani mpaka kufikia hapa alipo? mm -hmm. ana muda gani? mm -hmm. Huyu bwana hivi sasa hivi kufikia hapa alipo huyu bwana e. uh -huh. e. e. na miaka minane, miaka nane, miaka minane, miaka nane, bado anaendelea kusurvive na anaendelea kuzalisha e, ndio, kwa sababu unajua hawa ah, viumbe wa baharini kila anapokuwa mkubwa ndo anapokuwa na miaka mingi, ndo anapokuwa strong zaidi, tofauti na anapokuwa mdogo, anakuwa kidogo hayuko, lakini kila akikua na yeye huyu anakuwa yuko strong zaidi. Hawana hmm. magonjwa magonjwa uh... eh, kwa hapa sisi bado hatujagundua magonjwa, kwa sababu wanakula vyakula ambavyo vya, vya vya, kawaida ambavyo ambavyo ni natural kama vipi ambavyo ni kama eh, chakula chao wao wanakula, kuna kama majani, hawa wanakula majani yaani majani wanakula wanakula kombe kombe hizi ambazo zime, zime, zime, zime haribika, zime... Yani hawa wanakula majani haya ambayo yanaoza yaliochanganyika na, na udongo ndio mm -hmm. wanakula alafu wanakula kombe kombe ambazo, za zamani, ambazo, zile ambazo za zamani zile ambazo ziliokaa muda mwingi ambazo zinakizikamata zinakuwa zinayuka hizi vile mm -hmm. vile wan wanakula yeah. uh -huh. Kwa mtu ambaye anahitaji majongoo hivi sasa, iwe Tanzania iwe Zanzibar iwe nje mm. ya Zanzibar anapataje? E, ikiwa mtu anahitaji majongoo hapa tunamkaribisha hapa sisi. E, tunahitaji watu, kwa maana tunahitaji masoko kwa so, sababu kila masoko yanapokuwa mengi mm. na uzalishaji utakuwa mwingi zaidi, na watu wengine nao watapata kushajihika. Unaona bwana, kwa sisi tunawakaribisha watu waje mm. hapa sisi tupo hapa Unguja Ukuu katika mashamba haya, ili ende unaitwa kizani e, watatukuta hapa tupo. Mm. mawasiliano mawasiliano yapo mm. e, namba za simu zipo, zantli a zamani 49 45 17 kwa maana ya 0777 0777 49 45 17. Akipiga hiyo basi, anatupata sisi, tutaongea naye ukipiga okay, hiyo una uwezo wa kuwapata na mkazungumza namna ya kufanya biashara kama unahitaji, uh, kununua majongoo kutoka kwao. Uh, ndugu yetu hapa Fadhili, yeye uh, yuko hapa kwa ajili ya ufugaji wa majongoo. Kwa wale waliokuwa nje ya nchi, unaanza na alama ya kujumlisha 255 ndio nafuata hiyo 777 49 eh, 45 17, hiyo ndio namba ya hiyo ndio namba yake ya moja kwa moja kama unahitaji majongoo bahari kutokea kwao, na kama ni biashara au kula, unaruhusiwa pia kutoka katika ufukwe wa Bahari ya Hindi. Uh, leo tulikuwa hapa maeneo ya Unguja Ukuu Zanzibar, Tanzania, kuweza kuangazia ufugaji wa majongoo bahari. Kama unavyoona, si majongoo yale ambayo wengi tumeyazoea. Haya ni majongoo bahari na ni mazuri kibiashara, mazuri pia kwa chakula na vitu vingine, lakini pia thamani yao ni nzuri kabisa masuala ya soko na mambo mengine amezungumza hapa mtaalamu na mfugaji wa majongoo haya kutokea hapa Unguja Ukuu. Mimi ni Sauti Biego kutokea Shamba Hub, tulikuwa hapa kuletea makala hizi za kilimo na ufugaji, na leo tumezungumzia pia kuhusiana na ufugaji wa majongoo ni kusihi tu endelea kutufuatilia katika makala zetu mbali mbali kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, TikTok pamoja na X zamani Twitter, Shamba Hub Tanzania au Shamba Hub TZ. Lakini pia kwa wale watu wote mnatupata kupitia YouTube, chaneli yetu ya Shamba Hub Tanzania au Shamba Hub TZ, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kuweza kupata elimu kuhusiana na kilimo na ufugaji. Wataalamu wengi wapo huko, mpaka wakati mwingine